Uh, ama tunajadili ya kwamba kwa mara ya kwanza Young Africans anaenda kucheza uh, na Simba bila uwepo wa Stefan Aziziki baada ya misimu mitatu mfululizo. Je, unadhani Yanga wanaweza kukwama kupata matokeo uh, kwa kuwa Aziziki hayupo au Yanga na wachezaji wengi katika eneo hilo ambao uh, wanaweza kuipa Yanga matokeo pasipo uwepo wa Aziziki. Hiki ndicho ambacho tunakiuliza, mazingzo, katika misimu yote mitatu ambayo tunaizungumzia tumemwona performance ya Aziziki akiwa na Young Africans katika michezo yote ya dabi ya Kariakoo, performance yake ilikuwa iko juu sana. Safari hii wananchi wa Young Africans wanaenda kucheza mchezo huo pasipo pasipo kuwepo, uh, ama pasipo uwepo wa Stefan Aziziki maoni yako ni yepi kulingana na question mark? Maoni yangu ni hapana, Yanga haiwezi kushindwa kupata matokeo eti tu kwa sababu Stephan Kiaziz mm. hayupo kuelekea dabi ya Kariakoo hii ambayo itapigwa hiyo Juni 25 kama ulivyodokeza hapo kwenye question mark, kwa sababu Yanga pia ina wachezaji wengi katika eneo hilo ambalo wanaweza wakaipatia matokeo, ila sasa kwa namna moja ama nyingine Yanga inaweza ikapitia wakati mgumu kidogo mm. kwenye kuyapata matokeo ya ushindi bila uwepo wa huyu jamaa. Yaani katika hii misimu mitatu Yanga hawajazoea maisha bila Stephane Aziz Ki katika dabi ya Kariakoo. Na ukweli usiopingika, Yanga ikiwa na Stephane Aziz Ki kwenye dabi inakuwa ina wakati mzuri sana kupata matokeo ya ushindi kuliko pengine hata asipokuwepo. Kwa sababu gani? Mbajanta anazungumza mm. namba zinaongea dabi sita Stephane Aziz Ki akiwa na, na Yanga mbele ya simba, Yanga wamepoteza dabi moja tu, kama unaikumbuka ya Aprili elfu mbili na ishirini na tatu, ile kama sikosei, ambayo Kibu anafunga kutoka mbali inonga, anafunga dakika ya kwanza tu ya mchezo. Baada hapo, kama sio sare, Young Africans yanapata matokeo ya ushindi, magoli yake matatu katika dabi. Kumbukumbu kumbu njema ambayo Yanga walikuwa nayo mbele ya Stephan Kiazizi, mbali tu ya kufunga, ila uwepo wake unaifanya balance kuwa ya kutosha sana kuunganisha safu ya ushambuliaji na kutoka huko nyuma kwenye safu ya kiungo cha ukabaji mpaka mabeki. Stefan Kiazizi ana uwezo wa kufanya hivyo. Dabi bora Stefan Kiazizi ni ile ushindi wa goli tano kwa moja mm. alifanya mambo makubwa sana katika dabi ile. Kama haitoshi hata ukiangalia aina ya goli ambayo alifunga katika dabi ile, unaweza kusema yes, huyu ni mchezaji yani wa daraja la juu sana, yaani mbele ya mabeki watatu wa Simba yeye yuko katikati anafunga frikiki zake zimekuwa zina madhara makubwa sana hata upigaji wa penalty katika dabi. Kumbuka ile dabi, golini anakaa Ayubu, Ayubu Rakled, eh afu baadaye anakuja kufunga Joseph Gede, Yanga anashinda mm -hmm, goli mbili kwa moja. Mchango wa Stefan Kiazizi ni mkubwa sana kwa hiyo sio kwamba Yanga hawezi kupata matokeo, wanaweza wakapata matokeo tena vizuri tu, ila uwepo wa Azizi unarahisisha mambo mengi sana kiwanjani na Yanga wanapata matokeo katika eneo hilo. Kuna watu wengine, Cletus Chota Chama ni mchezaji mzuri, anaweza akacheza katika eneo hilo. Pako Mezua leo tumemwona mwalimu akimtumia katika eneo hilo, amempatia kitu, lakini bado narudi pale pale, uwepo wake ni muhimu ila Yanga inaweza ikapata matokeo sawa uh, kwa namna hiyo performance yake, hakuna ambaye anaweza labda akajaribu kupambana kwa wananchi Africans na kuziba yale mapengo ya moja kwa moja. Huo ndio kweli, mimi siwezi kupepesa maneno, yaani performance aliyokuwa Stefan anaitoa Azizi Ki katika eneo la namba kumi, mm. waliopo pale Yanga wote, hakuna ambaye anaweza akaifikia. Sawa uh, ni mazinzog huyu mwalimu. Wewe upande wako, jicho lako linaona nini pengine Uh, kuelekea katika mchezo wenyewe, uh, ni kweli Azizi Ki amekuwa e, mchezaji ambaye am ni, ni, ni miongoni mwa wachezaji wa kigeni e, ambao wamekuwa wanafanya vizuri sana kwenye kwenye mechi kubwa ikiwemo mechi ya uh, dabi. Eh, kuna wachezaji wengine wa kigeni nilizungumza jana kidogo kwamba e, wame, wame, wame, wame wamecheza hapa Tanzania na wameng'ara sana mm, lakini katika mechi za Kariakoo dabi e, walikuwa yani, hawaku yani, e, hawakuwa tishio. Eh, nilimtolea mfano Chama akiwa Simba mm, lakini nilimtolea mfano Jose Luis Mixon alivyokuwa Simba. E, ni wachezaji ambao walikuwa wanatamba zaidi kwenye mechi nyingine lakini kwenye mechi ya e, Yanga na Simba e, walikuwa wanaonekana wachezaji wa kawaida. Kwa hiyo kuna namna ambavyo sasa Stephane Azizi Ki yeye amekuwa wa mchezaji wa kigeni wa kitofauti. Ni mchezaji ambaye amekuwa threat kwa Simba toka akiwa e, Asec Mimosa katika msimu ule ambao Ee, Simba walicheza na na wale Asiki Mimosa ilikuwa kwenye kwenye kwenye group stage kombe la shirikisho mm. Ee, unakumbuka mechi pa Dar es Salaam ambayo Asiki walifungwa goli tatu kwa moja mm. Ee, goli la Asiki Mimosa e, lilifungwa na Stefan Azizi Ki, lakini bado mechi ya marejeano ilifanyika nafikiri ilikuwa Eh, haikuwa Ivory Coast, ilikuwa kwenye nchi nyingine ambapo eh, Asec Mimosa walikuwa anatumia uwanja wa kigeni ambayo Simba walifungwa goli nne, eh, bado Stephane Azizi Ki alikuwa moto sana dhidi ya Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye eh, katika mechi dhidi ya Simba amekuwa eh, bora zaidi, lakini ukiacha mechi dhidi ya Simba Ee, yani ukiacha Stefan Azizi Ki akiwa bora dhidi ya Simba toka akiwa Stella Bijani hata hmm alivyokuja Young Africans bado e, ameonekana e, kuwa bora sana kwenye mechi, kwenye mechi ambazo Young Africans wamekuwa wanacheza dhidi e, ya e, Simba lakini ukiacha tu mechi dhidi ya Simba bado Stephane Aziz Ki e, amekuwa ni mchezaji muhimu e, kwenye mechi muhimu. Yaani, kuna namna ambavyo, yaani Stephane Aziz Ki ulikuwa unaweza kumtaja yaani mchezaji ambaye e, anafanya makubwa e, katika mechi kubwa e. Sasa kuelekea kwenye mechi ya tarehe ishirini na tano kuna, kuna kitu ambacho E, kitapungua kwenye safu ya ushambulizi ya Yanga African. Stephane Aziz Ki amekuwa e, ni mzuri sana kwenye kutengeneza e, lakini amekuwa mzuri sana kwenye mipira ya kutenga e, lakini amekuwa yaani mipira ya kutenga kwa maana anapiga ana fouls, anapiga penalty e, lakini vilevile amekuwa vile mzuri hata kat, katika e, namna ya kuwalazimisha walinzi kufanya makosa. Sasa kuelekea mechi ya tarehe ishirini na tano Young Africans watamkosa, yani Stephane Azizi Ki e. Yuko moja tu, lakini hakuna namna, ameondoka. Kwa hiyo mwalimu watalazimika sasa kumtumi kutumia e, mchezaji kumtumia mchezaji mwingine katika hilo eneo, na nimeona leo katika na, e, nyuma namba tisa pale amecheza e, Pakome Zuzi ni mzuri e, kwa hiyo haimaanishi sasa kwamba Young Africans haiwezi kupata matokeo dhidi ya Simba. Yani unaweza kaona kwenye mechi dhidi ya Simba, labda e, akaja akacheza mchezaji mwingine na e, akafanya vizuri e, kama alivyokuwa anafanya Aziziki e, au ikiwezekana hata kumzidi Stefan Aziziki. Unajua e, kuna wakati unajua mwalimu namna ambavyo anaitengeneza timu e, e, yani akatumia yani, aka hata mfumo E, ambao e, ana, ana, anaweza akatumia mfumo fulani e, kwa sababu ya uwepo wa mchezaji fulani, na vile vile anaweza hata akabadilisha e, mfumo e, kutokana na kuto kuwepo kwa mchezaji fulani. Sasa Stefan Azizi ki, ukifuatilia katika mechi ambazo Young Africans wamekuwa nyingi ambazo walikuwa anacheza e, alikuwa yaani, kuna, kuna namna ambavyo e, alikuwa anatumika kama, kwa lugha ya kitaalamu anaita e, free E, player yani, pale kiwanjani yeye anakuwa ni mchezaji ambaye e, anakuwa huru, yani kucheza katika maeneo yote, kushoto anaweza kaja katika katikati akaja kulia. mm -hmm. e, free player, kwa hiyo ambayo ilikuwa inampa e, muda mwingi yeye kuweza kuona ni eneo gani ambalo e, anaweza akacheza na akawa e, hatari zaidi. Sasa e, ameondoka mwalimu, anaweza vile vile akampa yeye majukumu mchezaji mwingine, lakini vile vile anaweza hata akabadilisha, eh, namna ya kucheza, yaani pengine labda mwalimu alikuwa anacheza eh, labda kucheza mfumo labda wa eh, naita nini ile 4231 yaani, mbele unacheza na mshambulizi moja, lakini nyuma yake kunakuwa na watu watatu, ambayo moja anacheza nyuma ya eh, striker, wengine mwingine anatokea kushoto, mwingine anatokea kulia lakini vile anaweza kuona ah, sasa ametoka Stephen Aziziki, ngoja sasa nibadilishe mfumo kwenye mechi ya Simba, labda nicheze na washambulizi na wawili. Kwa yote kwa yote, e, Stephen Aziziki, alikuwa na umuhimu wake na amefanya vizuri katika mechi nyingi za dabi ambazo Young Africans wamepata matokeo dhidi e, ya Simba. Lakini ukiacha hilo e, kuelekea kwenye mechi tarehe ishirini na tano kweli Young Africans watamkosa Stephen Aziziki, lakini bado mwalimu ana watu wengine. E, Pacome Zouzoua ni mchezaji mzuri, anaweza akacheza kwenye hilo eneo. Clatous Chama anaweza akacheza kwenye hilo eneo, kwa hiyo e, Yanga watamkosa Stephane Azizi Ki, lakini bado e, wana wachezaji wengine ambao wanaweza wakacheza na bado timu ikapata matokeo ya ushindi. Sawa ni mwalimu Lisungu Mwela huyu, yeye akiweka tathmini yake kwa namna hiyo. Wewe pia nafasi yako, unaye nafasi ya kucomenti hapo, uh, ukituambia wewe mtazamo wako ukoje. Uh, kukosekana kwa Stephane Azizi Ki kuna namna yoyote kunaenda kuiasiri uh, moja kwa moja Yanga Afrika?